So guys, leo nataka kuongea na hawa wenye wanakuja Gulf kazi. We ni mke mzaa, ameng'ang'ana ukiwa Kenya mpaka akakusapoti ukuje Gulf ili mjiinue kimaisha. Juu tukiangalia huko nyuma, wanaume kukuja Gulf huwa ni ngumu, ni komishon ile wanaitishwa ni mingi na hakuna namna ya kurais hiyo commission, lakini sisi kwa mama huwa kama ni Saudi Arabia tunakuja free. So guys, we umekuja huku majuu umeng'angana, umefaulu kimaisha, alafu unaanza kuweka huyo mwanaume mwenye alikusupport parking. So saa hiyo sasa unaingia online unaanza kuona huyo mzee hafai. Mwenyezi Mungu anakuona, na umeachia huyo mzee watuie, na ni vice versa. Hata wanaume wakwiva, unakuta mwanamke anakusapoti wewe, unatoka unaenda majuu, umefika huku majuu, umefanya maendeleo, umekuwa unatumia huyo bibi pesa ndiye anang'ang'ana umeshajijenga sasa, hapo ndio unaanza kumea pembe sasa, hapo ndio unaanza kuona mini skirt, unaona huyu mwanamke waka afai. Sasa ukiangalia tu hata vile anavaa, unaona hapana, huyu hawezani, so saa hiyo ndio unachukua tu mwanamke ule slay queen sasa ula amevaa kivingine, unaona. Sasa huyo ndio utaweko kae na yeye kwa boma, mkule hiyo mali, na huyu mwanamke ajui vile mlitafuta hiyo mali guys. Huyu mwanamke amevuta hiyo mali ambayo ingekuwa vizuri wewe na huyu mke wako, alivumilia ukiwa huko majuu, hapo kwa anakula hizo pesa akayajenga. Sasa umekuja mumeendelea mukule hizo pesa zenu, sasa mnaenda ritaya, sio? Kufika pahali unaanza sasa kutafuta wale manyanga e, au nikukuta tu kukukula pesa zikiisha. Huyo wanaitwanga sivi pa paka mapepe e, wanasemanga paka mapepe. Hata mupee nini panda, atakutoroka tu hata muweke nyama hapa baada ya akiona panya amezoea, atapata hiyo panya. Ndio kunaenda aya. Na pia tuko na hawa wanaume wako Kenya, mwanamke amekutrust ako huku majuu pia anafanya tu kazi vizuri, unawasiliana kwa simu, anakutumia pesa. Kwa hiyo badala ya kufanya maendeleo, hizo pesa unakula na sileikui mwanamke akija nyumbani hakuna maendeleo kwa hizo pesa zako, ulikuwa tu unaharibu kwa kweli. Wanaume kama mko Kenya, ungekuwa mnajua shida zenye hawa wanawake wakija huku wanapitia, haungekubali hata kukula shilingi yako hata moja. Hiyo mwanamke unakuta, yaani ametengwa, unakaa za za uko prison, halali vizuri Alafu anakulozi tu miguu pa bila yako visa, sio kama wenye wako wamekemboi wengi wawa wana open, open, sio wote lakini ya. Lakini mwanamume anajituliza mwanamke, anajituliza anaona, hapana, wacha nirudi tujijenge na mzee wangu, atunakuta mzee, yaani huyo haambiliki, amekula hizo pesa, unapika na hizo shida zote pesa zimekuliwa. So guys, naona kwa kweli tubadilike, na wanaume pia wako hivyo. Mtu ako huku majua, anatumia mwanamke pesa, kumbe mwanamke ametafuta sasa mpango wa kando, amenunua kababa, ndio anakula nako pesa ka kijana jikukisi. Unakuta mwanamke, yaani ni mtu amekula chumvi, wakati anachukua kajinzie anakaweka hapo. Kwa kweli hatufanyi poa, so tukuwe waaminifu. Na wale wa mama wamekuja huku, hata kama umekembui, usianze kutafuta sasa. Na kama uliachana tu na mzee kwa uzuri, kwa kweli, ayo umemweka tu Kenya paki ndio sasa ndio yeah, unaanza kuona wanaume wazuri. Hapana, hii haingii, hata kama mlikuwa mnakosana nadhani wale ha wengi wanafanya hivyo ni wale hawakunywa maziwa ya nyayo. Watu wenye walikunywa maziwa ya nyayo walikoma na maziwa ya nyayo na wakasiku, walikuwa wanasikiza muziki wenye ushauri, muziki kama huu. nikikumbuka tunao watu wii eh.